Uchaguzi utakapokuja isiwe nyenzo ya kuwagawa watu wa Monduli, mkagawanywa kwa misingi ya vyama, mkachukiana, mkaacha kusalimiana. Akatokea mtu akawaambia hiki na hiki, akifai awaambie kama akifai yeye amefanya kitu gani. Asitokee mtu akabeba dhana ya kusema badala ya kutenda, huyo akaonekana na heshima kwa kusema. Kusema ni rahisi, kutenda ni kugumu. Tunataka viongozi watakaofanya hii kazi na mtu aliyefanya kazi hiyo ya kutenda zaidi badala ya kusema ni dokta Samia Suluhu Hassan. Wanaweza wakamsema maneno haya na haya wezi, kumwona na anahangaika kumjibu mtu. Yeye anachofanya watu wa Monduli wawe na maji, watu wa Monduli wawe na barabara, na hana mchezo ikija habari ya maendeleo ya watu watu hawana umeme, umeme mkanda huu na katika katika, anatuambia wekeni mipango, umeme usikatike Monduli na maeneo ya Arusha. Watu wa Monduli hawana barabara, anasema wekeni mipango kuwa na barabara kwa watu wa Monduli. Na nataka niwaambieni haya yanafanyika si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu rais wetu ni mchapakazi, angependa kuona watu tunafanya maendeleo. Niwaombe watu wa Monduli na watu wote tuliokusanyika kwenye mradi huu tumwombee rais wetu, tuungane tufanye kazi moja ya kuendeleza nchi yetu.